Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mtazamaji wa Kishki TV, nuru ya dini yako. Mimi naitwa Ezden Jumanne, katika viwanja vya Madenge, siku ya Eid al Adha, idi kubwa, idi ya kuchinja kama inavyofahamika. Leo hii jukumu langu ni moja tu, nataka niongee na wazazi wachache sana. Nitaongea na baba mmoja, vya wawili, lakini sana sana nataka niongee na wakina wakina mama mama. Nikiwapata watoto, huenda ikawa baadaye mwishoni, lakini sana sana sana na nataka kusikia kwa kwa kwa wakina mama ambao tumekuwa hatusikii mara nyingi maoni yao, na kwa nini wao ni muhimu sana, kwa sababu katika malezi ni vigumu sana kuwaweka pembeni kusema kwamba tuongee tu na wakina baba siku zote, lakini wakina mama wana nafasi kubwa zaidi, mpaka inaonekana kwamba mwanamama au mwanamke ndio madrasa ya kwanza, ndio shule ya kwanza ya mtoto. Kwa hiyo mtu huyu ni muhimu sana, tuongee na wao, kwa sababu akina baba wanaweza wakahakikisha mbuzi yamepatikana, mavazi yamepatikana, chakula ya kimepatikana, alafu wakatoka, wakina baba wakaenda zao, na wakina baba wengine kwenye michongo ya kina baba <laughs> Umeona? Nyumbani anabaki mama na watoto. Baadaye mama anaona, ah okay watoto ah, nimesikia jirani anasema watoto wanaenda kutembea sehemu basi na wenyewe waende lakini huko wanakoenda msimamizi ni nani wanakwenda kufanya nini wataona nini maana nyingi kuwa na uhakika sana na mambo haya si rahisi kwa watoto wanaweza wakaenda sehemu ambazo sio salama sana lakini kuna utaratibu mzuri sana ambao umeandaliwa katika viwanja hivi hivi ambavyo tumeswali hapa viwanja vya madenge kwa hiyo hapa hapa baadaye watoto watakutana hapa sasa mimi nataka niongee na baadhi ya wazazi nione wanafahamu nini kuhusiana na nafasi ya mzazi katika kuhakikisha maadili yanaenda sawa, hususan kwenye siku za changamoto kama hizi. Kwa nini naita ni siku ya furaha, lakini naita changamoto kwa sababu ni siku ambayo kuna ile pressure kubwa ya kutaka kwenda kutembea, kila mtu anataka kwenda out kwenda kutembea, na ni rahisi kuona kwamba ah, leo ni siku huru, siku moja tu haina shida, lakini siku hii moja inaweza ikawa na madhara makubwa sana ikiwa haitatendewa haki. Ungana na mimi kuangalia wazazi wanasema nini. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji karibu sana wasaa mwingine tena katika viwanja vya Eid hapa viwanja vya Madenge shule ya msingi Madenge Temeke Dar es Salaam, ambapo tumemaliza salama kabisa kwa amani kuswali swala ya Eid al-Adha, Eid kubwa, Eid ya Eid Eid al-Adha kubwa kuchinja kama inavyofahamika. Mashallah, watu walikuwa ni wengi sana, mashe walikuwepo uh, Sheikh uh, Nuruddin Kishki ambaye ndiye ameongoza uh, hutba ya leo na ameongea vitu vingi sana, ametukumbusha juu ya umuhimu wa kuchinja. Hayo yote sawa na mashe wangeweza kuzungumza vitu vingi sana hapa. Nipo na ndugu yangu uh, Sheikh Masawe nataka niongelee kitu kimoja tofauti kidogo na hivi ambavyo vinazungumzwa sana leo. Sheikh, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eid mubarak Sheikh. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Naam, mashaallah. Leo ni siku njema sana Sheikh na nafikiri na moja ya kitu ambacho huwa kinasahaulika mara nyingi, naam. Ni watoto, umuhimu wa watoto wanakwenda wapi, wanafanya nini? Kwa sababu ni rahisi baba kuwa ume, umefanikisha ume, ume, mbuzi kapatikana, mm, chakula kizuri, mavazi mm. Lakini baada ya hapo unakuta mara nyingi watoto labda wanazagaa tu, au jukumu wanaachiwa mama, kitu kama hicho, nataka mm, nikuulize wewe, nini inaweza kuwa jukumu la baba katika kuhakikisha pia watoto wanakuwa katika mustakabali mzuri, hususan mchana wa sikukuu kama hizi, ambapo kuna wepesi zaidi wa watoto kwenda maeneo yasiyofaa. Bismillahi Rahmani Rahim, alhamdulillahi wana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. E, ndugu yangu mtangazaji sdn. yes, e, kwanza kabisa e, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kuimaliza sala hii ya Eid na leo ikiwa ni katika masiku kumi matukufu siku ya kumi siku bora kabisa. E, juu ya swali lako ni kwamba mzazi au wazazi kama wazazi wote, wazazi wana jukumu la kulea watoto si katika siku ya Eid tu, bali katika maisha yao yote. Na ndio maana utaona hasa hasa e, wenzetu wanasema e, au Uislamu unafundisha al ummu madrasa, mama ndio madrasa ya kwanza ya mtoto. Mama akinyoka mama akinyooka, basi na mtoto atanyoka na baba atanyoka. Nikupe tu taarifa e, Imam Shafi, unaoimsikia imam mkubwa katika imamu ambaye ana wafuasi wengi hususan Afrika Mashariki, yeye mwalimu wake wa kwanza ni mama yake na ndio njia na mstari mkubwa wa mamake. Mara nyingi wa baba wanakuwa wako kazini, katika kwenda kutafuta riski kutafuta kadha kutafuta kadha, wanachelewa kurudi, lakini mama mara nyingi anakuwa yuko na watoto. Basi mama akinyoka na watoto nao watanyoka. Hivyo basi katika siku kama ya leo wazazi wote eh, unaona, hata mimi nilikuja kuswali na watoto wangu wangushuia, yeah, na mke wangu niko naye inatakiwa mm. e, tuonyeshe ile, ile, ile nembo ya Uislamu mm. Ushanaelewa, huku tunapiga takbira, tuonyeshe Uislamu wetu, tuonyeshe, mm. tuonyeshe vile tumefurahi, tuonyeshe vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia eh, katika siku hii ya leo, tutoke na watoto wetu ili nao waige haya ya mambo unavyoona leo masawe hivi mm. baba yangu mi alikuwa akinifanyia kama anavyofanyia watoto wangu Mashallah. Ushanaelewa vizuri no, no. Kwa hiyo mimi naiga kutoka kwa babangu mm, na nawarithisha watoto wangu na watoto na wangu nao na pia mm, watakuja kusema baba naye alikuwa akitufanyia mm, hivi. Unaona, natoka nao nakuja nao wanafurahi, na mama yao niko nao wanafurahi no. Kwa hiyo ni waasi pia wazazi wengine waweze kufanya jambo kama hili uh, tukiaweka mambo katika orodha yani jambo la kwanza na la pili mm, baada ya kuswali mzazi amesha swali nao watoto wake tayari mm, kitu gani wanaweza kuiga wazazi ambao wanatazama sasa hivi hususan nataka uongelee wa kina baba mambo mawili. Baada ya swala watu wanaenda nyumbani na watoto wao, kuna mambo mawili muhimu wanaweza kuhakikisha wanayafanya mpaka jioni mm, kufikisha watoto wako salama, wallahi. Jambo la kwanza, jambo la kwanza mimi no, wala watoto tatizo ni mama yao akawachukua no, pale no, no. Jambo la kwanza mimi watoto wangu wanaiga kuchinja na wanapenda sasa mtu anaweza akasema, "Hao Wachaga bwana kwa visu hapana." Eh, hey, eh. Nimeanza kuwafundisha kwa sababu sisi tulifundishwa toka zamani. Ndiyo. Kuanza kuchinja tukitoka eneo kama hili, tunakwenda nyumbani tunamchukua mnyama yetu tena watoto mm. wa baba anakuletea kisu gani? Kwa hiyo wanaiga ile sunna ambayo ni sunna ya Nabii Allah Ibrahim na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nao watoto wangu wanaanza kuona kujifunza kwamba ala, kumbe siku inatakiwa tuchinje. Ushanelewa? Lakini jambo la pili, kile tulichokichinja basi tuwagaie wale ambao sheria imesema kuwagaia. Mm. Yaani, wafundishe watoto kwamba kuna wahitaji elewa vizuri, kuna mahitaji waweze kuwagaia, ana asione ubahili katika kutoa, aone pia hao wanastahiki kupewa. Lakini jambo la tatu, kile mlichokiandaa kwa ajili ya kula, kuleni pamoja. Sasa hivi, ndugu Ezden, yani ule umagharibi umetuingia sana. Mimi na sahani yangu, mke wangu ana wa sahani yake, mtoto ana sahani yake. Kuna, kuna, kuna ile wanaita nyumba mm. eh, zetu hizo, dining room, dining room, dining dining room, eh, table, tumezieka tena, kila mtu anakula kwa upande <laughs> wake. Huoni mtoto amekula kama amesema bismillah, huoni? No, mtoto amekula kwa mkono wa kulia au amekula kwa mkono wa kushoto? Mzazi afuatilie. Haya ni mambo ya msingi sana, kukaa na watoto, kuwafundisha jinsi ya kula. Mimi, nimshukuru mke wangu huyu, huwa anawapa watoto wangu ile glasi ya za kioo, na muuliza, hizi si watavunja? Sema hapana, wanatakiwa wajifunze kwamba hii haitakiwi kuvunjwa, wanatakiwa wajifunze. Mashaallah mm. Shukrani sana, nakushukuru sana, sana, sana, sana kwa mazuri leo Sheikh. Naam, naam. Sheikh ametuambia uh, vitu vizuri sana. Mambo mawili ya kuchukua ni kwamba, kwanza wafundishe watoto kwa vitendo, hilo ni kubwa sana. Kama unachinja wawepo, waone, waone kwamba inatakiwa kufanya, lakini la pili mafunzo ya vitendo yaendelee, unapogawa ile nyama kwa wanaostahili, kama ni majirani au watu wasiojiweza, yani maskini na nini, waone unafanya hivyo pia. Lakini la mwisho nimelipenda zaidi, kwamba umuhimu wa kula pamoja, huu magharibi wa kusema kila mtu ana sahani yake, mwingine anachukua sahani anaenda chumbani kwake, tuondoe hii jamani, itazidi kutengeneza ule umoja wa kifamilia na umoja kama Waislamu, lakini umoja kama wanajamii pia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Kishki TV. Kwa mara nyingine tena nimekutana na wakina mama na kwa bahati sana hawa ni wakina mama wa kikundi cha Jai Temeke, kikundi ambacho huwa wanafanya harakati nyingi za kusaidia Waislamu mahospitalini wenye matatizo mbalimbali na kusaidiana wao kama wao kwenye kikundi, lakini kubwa zaidi ni kueneza ile tabia njema kwenye jamii, ambavyo ndivyo inatakiwa kuikuwa kiigizo kwa Waislamu wote. sasa Nataka nizungumze nao jambo moja muhimu sana. Tunafahamu kwamba nimetoka kuzungumza na Sheikh Masawe amesema kwamba mwanamke ndio madrasa ya kwanza ya malezi kwa mtoto. Kwanini? Kwa, Kwa nini? Sababu anakuwa karibu zaidi na mtoto kuliko baba anavyokuwa karibu na mtoto. Hili alimondoi baba katika sehemu ya malezi, lakini wao wana nafasi kubwa zaidi. Watoto wanawasikiliza zaidi wakina wakina mama huenda kuliko wakina baba. Niko nao nao hapa, nataka tuzungumze nao kidogo kwa sababu kuna mambo mengi katika siku kama hizi huenda watoto wakaenda kutembea maeneo ambayo labda si sahihi au maeneo ambayo si mazuri kimaadili. Je, wakina mama wana nafasi gani katika hili wanalionaje? Na wao pia wana ushauri gani ili wengine wajifunze pia. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kwa ufupi tu mimi nafahamu nyinyi ni Jai Temeke, lakini ningependa baba unipe utambulisho rasmi, wewe ni nani kwenye kikundi na mnashughulika na nini hasa na kama kuna kitu maalumu huwa mnafanya katika sikukuu kama hizi mimi naweza kusema ni amirati wa awali kabisa tangia taasisi ya Jai naanza, lakini vile vile sasa hivi tunakwenda uongozi awamu kwa awamu, nikawa sipo tena, hali ya kuwa kuna uongozi mwingine. Lakini nikiwa kama mama mmojawapo ambaye ni wa zamani, nalioshiriki sana na nashiriki katika harakati zote za Jai. Mashallah. Nyakati kama hizi za siku kuu mnafanya harakati yoyote? Kwa sababu najua ninyi wana harakati zaidi kwa vikundi wao mnafanya. Siku kuu kama hizi huwa mnafanya nini? Naam, wakati wa siku kama hizi za Eid baada ya kiwanja chetu cha Madenge kuswali swalatulidi, tukishamaliza hapo, zile siku za lidi zinazofika watoto huwa wanakusanyika hapa kwanza. Anatokea amirati wetu wa habari na uandishi Sheikh Ahmad Kajugusi, anawatangazia watu wote waliokuwepo hapa viwanjani pamoja na wengineo ndani ya majumba katika kuwaleta watoto hao kwenye viwanja hivi vya Madenge, viwanja ambavyo sisi tumeswalia na viwanja vilivyokuwa salama kabisa. Mashaallah. Sasa kuna jambo la kulinda maadili ya watoto wetu. Na siku hizi hili jambo linakuwa gumu kidogo kutokana na maendeleo ya utandawazi, teknolojia, watu mambo wanaoona kwenye TV na nini. Yaani kuna vitu watu wanaona kwenye TV wanadhani ndio unatakiwa kuwa mwelekeo. Na hili jambo naweza ikawa gumu sana mzazi kueleza wanao kama wanayaona haya mambo kwenye jamii kwa majirani zao shuleni wapi wapi wapi. Hebu niambie, nini inaweza kuwa nafasi ya mama sasa hivi mama wa leo hii katika kuwadhibiti watoto wake, na awadhibiti vipi katika sikukuu kama hii? Yule ambaye yuko mbali na kiwanja kama hiki, kwamba anaweza kuleta watoto wake hapa. Yule ambaye yuko mbali na viwanja hivi, basi inshallah, sisi tulikuwa tunaomba wenyewe kwa wenyewe kama hivi, tunatoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo wewe ule utoka mbali mbali ya mbali, basi unamwelewesha yule ambaye pengine hajapata habari, ukirudi unamwambia mama fulani ama hakika, viwanja vya kumpeleka mtoto viko sehemu fulani, hususan kama hiki cha Madenge. Utakutana na kina mama wa Kiislamu katika taasisi ya Jai, ambapo watoto wengi wanakusanyika hapo, hali ya kuwa wanakuja na wazazi wao, wanafurahika na wazazi wao katika michezo mbalimbali ya watoto, na uko muda maalumu kabisa. Tukishamaliza tunawatangazia wazazi pamoja na watoto kwamba sasa hivi taratibu zetu zimeishia hapa, insha Allah tukutane tena kesho. Kwa hiyo kila mzazi anakuwa yuko makini na mwanawe, na tangia tumeanza hizi harakati za hapa kuchezesha hii sikukuu ya Eid, hatujapata ile sijui mtoto kapotea mtoto katoroka sijui nini. Kila mtoto anarudi hali ya kuwa salama na mzazi wake, ama kama alikuja na kaka yake, ama kama alikuja na dada yake, wote wanarejea ya salama. Tunamshukuru Allah subhana wa ta'ala. Mashallah, nashukuru sana basi. Allah walipe kheri namuwe na sikukuu njema. Tunasema Eid Mubarak, takabbalallahu mina wa minkum. Mashallah, ni akinamama wajaa itemeke. Tumejifunza mengi sana kutoka kwao, tumesikia mengi sana. Nafikiri kikubwa zaidi tuyafanyie kazi. Mashallah, sikukuu njema. Haya, takabbalallahu mina wa minkum, tuwe na sikukuu njema. Bado tupo katika viwanja vya Madenge ambapo tumemaliza kuswali swala ya Idi al-Adha, idi ya kuchinja, idi kubwa. Na leo mimi nimekuwa nikizungumza sana na kina mama ili tuweze kuona kwamba wao wana nafasi gani zaidi au nini, nafasi ya mama katika malezi, hususan kusimamia malezi siku kama hizi ambazo inaweza kuwa changamoto kidogo. Watoto wenyewe wamewaka, wanataka watoke, wakatembee waende sijui wapi, wape hela, waende wapi, hela zao, je itakuwaaje? Nimekutana na mama mzazi mwingine. Pa asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Waaleikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Takabbalallahu minna wa minkum. Naam naam, tunajaribu kuiangalia nafasi ya mwanamke, nafasi ya mama katika malezi hususan katika siku kama hizi ambazo zina pressure, watu wanataka kutoka, watu wanataka wakatembee, watu wanataka wajisikie huru, na wengi wanawaachia leo, wakiamini leo ndio siku ya kuwaachia watoto wao nini inaweza kuwa nafasi ya mama leo kuhakikisha mwanaye anakuwa salama mchana mpaka usiku? Bismillah, alhamdulillah. Kwa jibu la haraka haraka, nafasi ya mama ni nafasi ya mwanzo kabisa katika malezi, na si tu kwa watoto wake. Mama anawajibika kwa familia mzima, ikiwemo pia na mume wake. Kwa upande wa watoto wa mama, tunatakiwa tuwe na uangalizi wa hali ya juu, hasa hususan siku ya leo, siku ya Idi, siku ambayo hata wale ambao wanafanya mambo yao ya kishetani leo watakuwa wako hadhari sana kwa ajili ya mambo yao ya ovyo. Kwa hiyo mama, kama mama unatakiwa usimamie watoto wako, si tu ile mtoto ushampa chakula, umemvalisha, unampa pesa, yani ile mkatembee. Hujua anaenda kutembelea wapi, anakutana nani, atafanya nini. Mama unatakiwa uwe makini na watoto wako, ikiwezekana toka naye nenda sehemu salama. Aidha kwenye michezo ya watoto ambayo ni salama, ambayo ni itakuwa sawa upande wa dini yetu, pia ni vizuri kuangalia watoto. Aha, mashaallah sawa, shukran sana, tunashukuru sana kwa hilo, na basi mimi nikutakie siku kuu njema, tunasema Eid Mubarak, takabarallahu mina wa minkum. Na wale ambao tumekuwa tukiwazungumzia mara zote, naongea na wazazi kuhusiana na watoto. Sasa niko na watoto wenyewe. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum. Waalaikumsalam. Unaitwa nani? Nurati. Nurati. Nataka uongee utoe sauti sawa eh? Umekuja na nani hapa leo kuswali? Umekuja na nani? Na dada Fatia. Na dada Fatia. Mashallah. Yuko wapi? Uh -huh. Aha, aya sawa ngtongenapa Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa wa Eid Mubarak. Takabbal minna wa minkum. Mashallah, unaitwa nani? Naitwa Swalha Muhammad Amiri Ngayonga. Miaka mingapi? Darasa la ngapi? Darasa la sita na miaka kumi, kum, na moja. Aha, Mashallah, ee, niambie nyie mmekuja na nani hapa kwenye viwanja vya Eid? Tumekuja na mama zetu na dada zetu. Aha, na leo hii sikukuu nye mnaenda kutembea wapi? Tutatembea Madenge. Ah. Tutatembea kiwanja cha Madenge. Aha. Una, unafahamu maeneo gani sio mazuri kwa watoto kwenda? Sipafahamu. <laughs> Okay, unafahamu ni ma... watoto wanatakiwa kwenda kusherehekea kwenye maeneo ya namna gani au vitu vya namna gani siku kama ya leo? Viwanja ambavyo wanavyostahili. Naam. No kucheza. Aha, kwenye vitu vya Kiislamu na vitu vizuri ambavyo vinaruhusiwa si ndio? Naam. Mashallah, basi uambie ha na watoto wenzio huko utakapokwenda sawa? Naam. Mashallah, haya, karibu. Sogea karibu. Asalamu alaykum. Waalaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, unaitwa nani? Una umri gani na unasoma darasa la ngapi? Naitwa Yusra Kasimu Mtanga. Ndio. Nasoma darasa la tano. Naam. Na miaka kumi. Mashallah, miaka kumi darasa la tano. Na wewe umekuja na na nani hapa hivi uwanjani? Na na bibi na bibi anakusubiria pale. Aa, bibi pale. Masha Allah. Ehe, niambie na wewe leo unakwenda kutembea wapi sikukuu leo? Kwa nini umeamua kuja hapa? Nyie amwendi kutembea sehemu nyingine, nyingine huko wapi kwenye mziki Sababu dini inakataza. Mashallah, kwa sababu dini inakataza. Hu uelewa ndio ambao kila wazazi wanatakiwa kuwafanya watoto wao wakawa na uelewa kama huu. Haya, mimi natakia sikukuu njema, mwende salama, watoto wazuri. Sawa, namwambia watoto wenzenu wapi leo wanatakiwa kwenda kutembea. Sawa, ni hapa uwanjani baadaye si sindio, eh? Haya, sikukuu Mubarak. Takabalallahu Mina wa minkum. Mashallah, tumezungumza na watu wengi sana, tumesikia vitu vingi sana umewasikia wakina baba, actually wamewakilishwa na Sheikh tena Sheikh Masawe kazungumza vitu vingi sana na yeye leo ndio amenipatia tagline inayosema kwamba mama ndio madrasa ya kwanza ya mtoto, naomba hii tuondoke nayo pia. Tumewasikia wakina mama wa kikundi cha Jai Temeke ambayo kiongozi wao amezungumza kwa niaba yao. Lakini tumewasikia wakina mama wengine pia na tumewasikia watoto wenyewe pia. Mimi naomba nikwambie kwamba tufuatilie haya mazuri yale waliyoyasema. Tuwaangalie watoto wetu, tuwe makini na wanakwenda wapi, wanafanya nini nyakati zote, kwa sababu kila mchunga ataulizwa kwa kile anacho kichunga. Mimi naitwa Ezden Jumanne, mpaka wakati mwingine tena na kutakia kila laheri. Endelea kuangalia kufuatilia Kishki TV, nuru ya dini yako. Kuna mengi sana yanakuja. Kumbuka, baada ya Juni mbili, tumewasha vipindi vingi vizuri vinakuja, kuanzia sauti za vijana, street dawa, kuna fursa 360, kuna maswala ya ndoa, kuna vipindi vya usalama, kinaitwa usalama kwanza. Kuna kipindi kingine tena kinaitwa dini, maarifa ya dini na dunia. Kaa tayari kujua vitu vingi sana na vingine vingi sana vinavyokuja. Nyuma ya kamera yuko ndugu yangu Mchamola aka Ramadan Komaji. Ramadan mchemungu, bye bye.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 pindi takapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom mpesa 0746588888 jina: Kishki Online TV.